Platnumz amezidi kuweka historia mpya kwa moja kati ya wasanii kutoka Tanzania kuendelea kufanya vizuri kabisa, na historia mpya imezidi kuandikwa Uingereza baada ya kuweza kufanya show yake ya tatu ambapo amefanya Scotland. Na mwanzoni kabisa, kipindi ambacho anatangaza tour yake ya kwenda kufanya huko Uingereza, aliweza kusema kwamba ataenda kufanya show kubwa tatu na hii itakuwa ni kama tour yake tu ambayo atakuwa anaendelea kusambaza mziki wake. Na hapo mwanzo kabisa alianza kwenye ukumbi wa Royal Albert Hall jijini London ambapo timu nzima ya WCB pamoja na e, familia yake mama Dangote Esma Platnumz pamoja na e, bana, mtengeneza maudhui ya pale YouTube Kimkaido pamoja na Baba Levo walikuwepo pale pamoja na Damo Platnumz wakizidi kumsupport Damo Platnumz e, bana, katika show yake hiyo ambayo alikuwa anaenda kuifanya huko London e, katika ukumbi wa Royal Albert ambapo aliweza kuwajaza watu takriban watu elfu tano, e, mia mbili ishirini na saba ambapo ukumbi huo ulikuwa unajaza idadi ya namba hiyo, na baadhi ya watu wengi sana e bana kuweza kujaa na watu walikanyagana kinoma noma. Sasa kituo ambacho kilifuata baada ya Royal Albert ni Manchester Academy ambao ulikuwa ni ukumbi unaoweza kujaza watu 2600 ambapo kuna baadhi ya masta ambao washe kufanya makubwa kwenye ukumbi huo kama vile Adele, Nigana na Foo Fighter na masta tofauti tofauti, so kituo ambacho kimefuata baada ya e bana ku perform kwenye kumbi hizi mbili baada ya Royal Albert pamoja na Manchester Academy. So ni kwamba Scotland pia Diamond Platnumz ameweza kupanda kwenye stage pamoja na wasanii kutoka Tanzania ambao waliweza kuongozana nao kama vile bwana mkubwa Jux, lakini pia eh, Omi Dimples na ameweza kuweka rekodi ya kutosha kabisa, rekodi mpya ambayo ameweza kuiandika msanii huyu kutoka Tanzania, na imekuwa ni historia mpya ambayo eh, pengine labda itakuwa ni ngumu eh, bana, kwa msanii mwingine kuendelea kuivunja cause Diamond Platnumz ameweza wakilisha vizuri East Africa kwa ujumla na sasa hivi kuna rekodi mpya ambayo imeweza kuandikwa baada ya ukumbi wa Royal Albert wao kuweza kumtunuku e bana, tuzo ya kuweza kujaza uwanja wa Royal Albert, ikiwa ndo e, kama ndo show yake ya kwanza kabisa katika tua yake ya huko Uingereza, na kwenye ukumbi huo wa Royal Albert, takwimu zinaonyesha kwamba mmoja kati ya wasanii kutoka Afrika ambao washawahi kujaza ukumbi wa Royal Albert ni Wizkid kutoka Nigeria, lakini pia Angeliku Kido wa Benin lakini pia Diamond Platnumz ambaye yeye sasa hivi ameweza kuujaza ukumbi huo. So kwa upande wa Diamond Platnumz ameweza kuonesha mafanikio makubwa sana, lakini pia historia mpya imezidi kuandikwa na amezidi kufungua milango mipya eh, kwa wasanii kutoka Tanzania kuendelea kufanya vizuri kabisa katika mziki wao, lakini pia wakiamini kabisa kwamba wako na deni ambalo Diamond Platnumz tayari ameshawaachia baadhi ya mastaa ambao sasa hivi wanaendelea kuchipikia kwenye muziki wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania. Tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe ku comment, tutakumitisha kinoma noma, chao chao.